Utangulizi: ni kawaida kwa wanawake wengi kupata dalili zinazofanana na zile za ujauzito hata kati vipimo vinaonyesha hakuna mimba. Hali hii inaweza kusababisha wasiwasi na kuchanganyikiwa. Kuelewa sababu zinazoweza kusababisha dalili hizi kunaweza kusaidia katika kupata matibabu sahihi na kupunguza hofu. Sababu zinazoweza kusababisha dalili za ujauzito bila mimba: Moja, mabadiliko ya homoni. mabadiliko katika viwango vya homoni zinazohusika na mzunguko wa hedhi kama vile estrogen na progesterone zinaweza kusababisha dalili zinazofanana na za ujauzito. Hii inajumuisha kuchoka kupita kiasi, kuvimba matiti na kuwa nyeti, mabadiliko ya hamu ya chakula, mabadiliko ya hisia, kichefuchefu na kutapika. Mbili, matatizo ya hedhi. Kutokuja kwa hedhi amenorea kunaweza kutokana na msongo wa mawazo mkali, kupungua kwa uzito mkubwa au kuongezeka, mazoezi makali matatizo ya lishe, matatizo ya thyroid. Magonjwa sugu. Tatu, magonjwa ya mfumo wa uzazi. Hali kadhaa zinazohusiana na mfumo wa uzazi zinaweza kuiga dalili za ujauzito. Uvimbe wa ovari ovarian cysts huweza kusababisha kuvimba tumbo, kutokuja kwa hedhi na maumivu ya nyonga. Endometriosis husababisha maumivu makali, kutokuja kwa hedhi na maumivu wakati wa kujamiana. Ugonjwa wa nyonga pedi husababisha maumivu ya tumbo joto na dalili nyingine zinazofanana na mimba. Ugonjwa wa mioma fibroids husababisha tumbo kuvimba, hedhi nzito na maumivu. Nne. Matatizo ya thyroid. Shughuli ndogo au nyingi za tezi ya thyroid zinaweza kusababisha uchovu, kupungua au kuongezeka kwa uzito, kutokuja kwa hedhi, kuvimba, mabadiliko ya hisia. Tano. Ujauzito wa bandia pseudocyesis na athari zake kisaikolojia. ujauzito wa bandia Unaojulikana kitaalamu kama pseudocyesis ni hali ya nadra lakini yenye athari kubwa ambapo mwanamke anaamini kwa dhati kuwa ana mimba ingawa hakuna ujauzito halisi. Hali hii siyo tu ya kifikra, bali pia huweza kusababisha mwili wake kuonyesha dalili halisi za ujauzito. Je, inafanyaje kisaikolojia mpaka mwanamke aamini ana mimba? Mimba bandia hutokea kutokana na mwingiliano kati ya akili na mwili. Watafiti wanaamini kwamba msukumo wa kisaikolojia pamoja na mabadiliko ya homoni Unaweza kufanya mwili wa mwanamke kuiga ujauzito kwa namna zifuatazo. Moja, tamaa kubwa ya kuwa na mimba. Mwanamke anapokuwa na shauku kubwa ya kushika mimba hasa ikiwa amekuwa na matatizo ya kutopata watoto, akili yake inaweza kuanza kuamini kwamba ana mimba. Hofu ya kushindwa kushika mimba au shinikizo la jamii na familia linaweza kuathiri mfumo wa homoni na kuanzisha dalili za ujauzito. Mbili, mabadiliko ya homoni yanayosababishwa na akili. Psychosomatic changes. Msongo wa mawazo na hisia kali za kuamini ana mimba huweza kusababisha uzalishaji wa homoni zinazohusiana na ujauzito kama prolactin, estrogen na progesterone. Homoni hizi zinaweza kupelekea matiti kuvimba, kukosa hedhi na hata kuongezeka kwa tumbo. Tatu, ushawishi wa ubongo kwa mwili. Ubongo wa mwanamke unaweza kuanza kutafsiri dalili zisizo za mimba kama za ujauzito. Kwa mfano, maumivu ya tumbo au gesi nyingi huweza kuonekana kama mtoto anayecheza tumboni uchovu na kizunguzungu vinaweza kuhusianishwa na ujauzito. Mwili unaweza kuanza kuakisi matarajio ya mwanamke kwa kuonyesha dalili kama vile mstari wa msahii, kuvimba tumbo kutokana na gesi au mabadiliko ya misuli ya tumbo, kukosa hedhi kwa miezi kadhaa, kupata kichefuchefu asubuhi. Nne, athari za mimba bandia kwa afya ya akili. Mwanamke mwenye mimba bandia anaweza kupata msongo wa mawazo mkubwa anapogundua kuwa hana ujauzito halisi wengine huweza kuingia kwenye huzuni kali, depression, hasira au hata kuathirika kisaikolojia kwa muda mrefu. Katika visa vichache, mimba bandia inaweza kuwa ishara ya matatizo ya akili kama vile ugonjwa wa skizofrenia au matatizo ya wasiwasi uliokithiri. tano. Athari kwa wanawake waliopoteza mimba au waliopoteza mtoto. Wanawake waliowahi kupata mimba zilizoharibika miscarriages, au waliowahi kuzaa na kumpoteza mtoto wana uwezekano mkubwa wa kupata mimba bandia, akili yao inajaribu kufidia upotevu kwa kuunda hali inayoonekana kama ujauzito. Jinsi ya kutambua na kutibu mimba bandia: uchunguzi wa daktari, kipimo cha damu na ultrasound vitathibitisha kama kuna ujauzito halisi. Ushauri wa kisaikolojia. mstari wa mwanamke anayeathirika anaweza kusaidiwa na mtaalamu wa afya ya akili ili kuelewa hali yake na kushughulikia msongo wa mawazo matibabu ya homoni. Ikiwa mabadiliko ya homoni ndiyo yanasababisha dalili Daktari anaweza kupendekeza tiba sahihi. Mimba bandia ni hali halisi inayoonyesha jinsi akili inavyoweza kuwa na nguvu katika kuathiri mwili. Ingawa ni nadra, inahitaji ufahamu na msaada wa kimatibabu ili kumsaidia mwanamke kupona kisaikolojia na kimwili. Six, matatizo ya premenopause au perimenopause. Wanawake wanaokaribia umri wa kuacha hedhi wanaweza kupata mabadiliko ya hedhi, mawimbi ya joto, mabadiliko ya hisia, Kuchoka kupita kiasi, kuvimba matiti. Saba, madhara ya dawa. Baadhi ya dawa zinaweza kusababisha dalili zinazofanana na za ujauzito, zikiwemo dawa za kupanga uzazi, dawa za kutibu matatizo ya akili, dawa za kutibu shinikizo la damu, dawa za kutibu matatizo ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Nane. Matatizo ya polycystic ovary syndrome, PCOS. PCOS ni hali ambayo husababisha mabadiliko katika hormoni na inaweza kusababisha hedhi isiyokuwa na mpangilio, kutokuja kwa hedhi, uchovu, mabadiliko ya uzito, kuvimba tumbo. Njia za kutatua shida hii, uchunguzi wa kimatibabu. Moja, kipimo cha damu cha ujauzito ni sahihi zaidi kuliko vipimo vya mkojo na kinaweza kuthibitisha kama kuna mimba au la. Mbili, vipimo vya homoni, kuchunguza viwango vya estrogen, progesterone, FSH na LH. Tatu, ultrasound kuangalia hali ya mfumo wa uzazi na kutambua matatizo kama uvimbe. Nne, kipimo cha thyroid kuchunguza kazi ya tezi ya thyroid. Tano, vipimo vya damu mstari wa kutambua dalili za maambukizi au matatizo mengine ya kiafya. Matibabu matibabu yatategemea sababu ya msingi. Moja, kwa matatizo ya homoni dawa za kurekebisha mfumo wa homoni vidonge vya kupanga uzazi kusaidia kurekebisha mzunguko. Mbili, kwa matatizo ya thyroidi dawa za kurekebisha kazi ya thyroid, ufuatiliaji wa mara kwa mara. Tatu, kwa magonjwa ya mfumo wa uzazi, dawa za kupunguza maumivu, upasuaji kwa baadhi ya hali kama endometriosis kali, matibabu ya maambukizi kwa PID. Nne, kwa matatizo ya kisaikolojia, ushauri wa kisaikolojia, tiba ya kubadili tabia na mtazamo CBT, dawa za kutibu hali za kisaikolojia kama inahitajika. Tano, kwa perimenopause, tiba ya kubadilisha homoni HRT, dawa za kupunguza dalili kali. Lini kumtembelea daktari? Ni muhimu kumtembelea daktari mara moja ikiwa msaada na moja, una dalili za ujauzito lakini vipimo vya nyumbani vimeonyesha hakuna mimba. Mbili, umekosa hedhi kwa miezi miwili au zaidi bila kuwa mjamzito. Tatu, una maumivu makali ya tumbo. Nne, una kutokwa na damu isiyokuwa ya kawaida. Tano, una maumivu wakati wa kujamiana. Sita, unapata mabadiliko ya ghafla ya uzito. Saba, dalili zako zinaathiri maisha yako ya kila siku. Nane, una maumivu makata kwa kadasi juu ya uwezo wako wa kushika mimba. Hitimisho, dalili zinazofanana na za ujauzito zinaweza kusababishwa na hali nyingi tofauti. Ni muhimu kupata uchunguzi wa kitaalam kutoka kwa daktari wako wa magonjwa ya wanawake ili kupata sababu halisi na matibabu sahihi. Mara nyingi, matatizo haya yanaweza kutibiwa kwa ufanisi baada ya kupata utambuzi sahihi. Kumbuka kwamba kila mtu ni tofauti na njia ya matibabu inayofaa zaidi itategemea hali yako mahususi. Usijisumbue peke yako. Wataalamu wa afya wana ujuzi wa kukusaidia kupitia changamoto hii na kupata ufumbuzi unaofaa. Tunamshukuru daktari Chilo kwa kuandaa somo hili. Usikose linalofuata, afya update.